Mheshimiwa Jaji, anzisheni kitengo eh, najua mtakuwa nacho, kifanyeni kiwe active, cha taarifa hizo za siri, kwamba huyu mwenzetu mbona mwenendo wake hatuelewi. kati nakuja kama nilivyokuambia Mheshimiwa Waziri, anaanza ku-ku-ku- ku, ku, ku, kuanzisha msako uh, wa sekeseke ile ilo, nikajua ngoja tuwache nchi tulie, ngeona vukuvuku lake hilo. wa watanzania wanajua kila kitu, ngeona hilo vukuvuku lake sasa. Tuzibe hii mianya, na ninyi, kwa sababu mmekabidhiwa jukumu ile la kuchunguza, chunguzeni, chunguzeni. Kila moja ajaze mali zake, kila moja ajaze mali zake na nini mchunguze against kipato chake kila moja ajaze na anzeni na, na na lile kundi la maeneo mkishirikiana na takukuru atawambia maeneo ambayo ya indicator zake zinaonyesha wako juu kwa maswala ya rushwa mnapata lile kundi ndo linakuwa form namba moja namba moja inakuwa yale maeneo ambayo yako pruni kwenye masuala ya rushwa Ikisha jazwa ikisha jazwa, ninyi nendeni kwenye kuchunguza kilicho jazwa, je, ndio hicho hicho tu ama kuna kilichofichwa? Na baada ya hapo kilicho jazwa against kipato chake. South Africa walikuwa na kitu kinaitwa Scorpion. Akizu, akipita hata njia hiyo afisa huyo kama una uhalifu na rekodi ya uhalifu wanakukuta hospitali. Lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi tumlazimishe zizi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Sasa tengenezeni zile fomu Kuna eneo la sheria irekebishwe haraka sana, kama kuna eneo la kanuni irekebishwe haraka sana, na ninyi pitieni, ili iweze kufiti utaratibu huu tunao usema.